Hadidi za Biblia zilitoka wapi? Siri ya Anunnaki. Umewahi kujiuliza kwa nini hadithi za Biblia zinafanana na simulizi za kale za Anunnaki? Adamu wa Biblia aliumbwa kutoka udongo, lakini kwa Waanunnaki Adamu aliundwa kwa kuchanganywa na DNA ya miungu ya sayari ya Nibiru na viumbe wa dunia. Edeni ya Biblia ni bustani ya raha, lakini kwa Anunnaki Edin ilikuwa kambi ya kazi. Biblia inasema Nuhu alitengeneza safina, lakini Waanunnaki walimwambia Utnapishtim kuhusu gharika miaka elfu mbili kabla ya Biblia. Biblia inasema wana wa Mungu walizaa na wanawake, huko Mesopotamia Anunnaki walizaa watoto na binadamu wakawaita majitu. Mnara wa Babeli, Biblia ilisema lugha zilichanganywa lakini Waanunnaki walishasema, waligawa binadamu baada ya wao kupata maarifa. Na haya yote yaliandikwa maelfu ya miaka kabla ya Biblia kwenye maandiko ya Sumeria, Akadia na Babilonia. Je, Biblia ni toleo lililosafishwa la historia ya Waanunnaki? Tuko tayari kuamka ama bado tuko usingizini?